Kwamba kumbe wakati wa ukopaji wa pesa hiyo ilikuwa una saini fomu inayosema nakopa, na wakati huo huo unasaini fomu inayosema nauza nyumba, lakini kisheria tunaangalia ilikuwa ni mkopo au ilikuwa ni uzwaji wa nyumba. Kwa kuna mazingira ya pasina shaka ya unyang'anyi yaliyotumika kunyang'anya nyumba ya Yabrisi. Lakini kama mnakumbuka ndugu yetu Justus M Lugaibula, Mungu amrehemu alishafariki, na kwa maana hiyo msimamizi wa mirathi kwa sasa anaitwa Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule, msimamizi wa mirathi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ingelikuwa katika sheria za kawaida hati hii ingehama kutoka kwa ndugu Mohamed Mustafa Yusufali kurudi tena Justus M Lugaibula, umenielewa? Lakini kwa sababu Lugaibula amefariki, hati inarudi kwenye jina la msimamizi wa mirathi. Nieleweke hapa kwamba Bi Alice anaonekana kwenye hati hii, siyo kama mmiliki, bali kama msimamizi wa mirathi. Inaweza ikatokea mzee Justus Lugaibura marehemu ana, inaweza kutokea kuwa alikuwa na watoto kwa mama Alice, alikuwa na watoto nje ya mama Alice. Watoto wale wanaweza wakawa si wa mama Alice, lakini wana wajibu wote wa kisheria wa kufaidika na mirathi ya mali ya Justus. Kwa mantiki hiyo Mama Alice anakuwa msimamizi wa miradi na inaweza kutokea Mama Alice akaenda kuuza yeye mwenyewe, kwa sababu hati ipo kwa jina lake. Akifanya hivyo bila kushirikisha familia yote, ama watoto wa ndugu Justus, Bi Alice atakuwa amecreate mgogoro mzito kuliko uliosoviwa muda huu.